Audhubillahi min shaitani rajim bismillahi rahman rahim alhamdulilahi wassalatu wassalamu ala ashrafil al anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Wabad e, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji popote pale ulipo unaponifuatilia. Leo bi idhnillahi el karim tutazungumzia kuhusiana na e, darasa inayosema tumia chumvi ya mawe kujiweka karibu na pesa. Ndugu yangu, darasa hii tunatarajia na ni matarajio kwako kwamba itakuwa ni yenye manufaa makubwa biidhinillahi alkarim. Chumvi ya mawe ni dawa eh, tukileta katika mujarradi wa dawa, lakini ni dawa ambayo utakayoitumia, na ni dawa inayotumika katika mambo mengi sana, lakini leo tutaizungumzia chumvi ya mawe katika namna nyingine sana ambayo namna hii ni ya ku upande wa kipesa eh, apozungumzia kipesa, pesa inaingia mahala pazuri na pasafi. Lazima kuwe na mazingira yaliyokuwa mazuri, lazima kuwe na mazingira yaliyokuwa safi ili weze pesa kuingia. Lakini mazingira ambayo ya hayako sawa, sehemu ambayo inatarajiwa kuingia pesa, basi inakuwa ni ngumu sana katika namna ambayo ni ya kuweza kuingia hiyo pesa. Ndio maana tukazungumza kwamba tumia hiyo chumvi ya mawe kwa ajili E, ya kuweka kujiweka kajiwe, karibu na masail, masala ya pesa. Ndugu yangu chumvi ya mawe zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Chumvi ya mawe ni chumvi ya mawe lakini, kuna mawe. Ile chumvi ya mawe tunaikusudia ile ya baharini, ambayo inayotoka baharini, sio ile ya kiwandani. Ya kiwandani inayotengenezwa na kiwanda hatuikusudie hatukusu, hiyo tunaikusudia ile chumvi ya baharini ndugu yangu. Kwa nini chumvi ya mawe hii? Chumvi ya mawe ndugu yangu, ina maajabu ni mengi. Kwanza, miongoni mwa maajabu yake, yenyewe automatically imetokana na maji, na yale maji ya bahari ni maji ambayo yana siri ni kubwa ndani yake. Katika siri, wajua, unaweza ukaishi na kitu bila kujua kwamba hiki kitu kina manufaa na kina mambo ambayo ni muhimu yatakayoweza kunisaidia jambo fulani. kwa hivyo bahari haipo tu kama ambavyo watu wanavyodhania, na baharini kama baharini kuna vitu na kuna viumbe ni wengi sana. Angalia uwingi wa vile viumbe. Siku zote ukiona mtu anafatwa na watu wengi, basi ujue huyo mtu ana kitu adimu, na yule ambaye hana watu wengi, basi utambue ya kuwa huyo mtu basi pengine inawezekana ikawa faida yake ni ndogo sana au hakuna ule umuhi, yaani, hakuna ule unaoitwa e, umuhimu labda au faida yake inakuwa pengine ni, ni, ni, ndogo. Ninakusudia vipi? Ninakusudia ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba hii bahari. Ameumba bahari, Mwenyezi Mungu. Lakini baharini bi maana kule kuna maji, yale ndio tunaita maji ya bahari. Lakini kula nchikavu, hii nchikavu ndugu zangu kuna viumbe baharini, kuna viumbe lakini, wataalamu wanasema baharini kuna viumbe ni wengi sana na waajabu kuliko viumbe wa duniani. Duniani utakuta kuna wanadamu, kuna wadudu, kuna wanyama, hivyo ndio vitu vikubwa vingi, unaona eh? lakini baharini kuna wanyama ni wengi sana, na kuna vitu vya ajabu ni vingi sana, na kuna viumbe ni wengi sana kuliko duniani. Kwa hivyo hii kitu haiko tu kawaida kama watu wanavyodhania. Sasa angalia haya chumvi ya mawe imetokana na haya maji ya bahari. Baharini kuna vitu vingi. Kuna madini ni mengi. Hata madini ya lulu utayakuta yako baharini. Marjani utayakuta yako baharini. Hivyo yanapatikana kwenye bahari huko. Na vitu vingi vingi vingi vingi kutoka baharini. Ukiangalia lulu nini? Madini haya ambayo thamani yake ni kubwa sana. Imetokana na haya au inatoka inatoka ndani haya haya ya maji ya bahari. Kwa ile chumvi ya mawe automatically inapokuwa imeweza kutengenezwa, imeweza kuwa katika mfumo wa chumvi, haikuchanganywa na kitu kingine, haikupelekwa kiwandani, yenyewe ni hatari sana. Kwa hiyo ipo siri nyingi sana kuhusiana na bahari. Sasa hatuko kuelezea bahari, tuko kuelezea hii chumvi ambayo inatokana na, na maji ya bahari. Sasa hii chumvi ndugu yangu, ukaichukua hii chumvi, ukaitumia katika kunako kuoga, lakini na kuichoma chumvi ya mawe ukiichoma katika moto ina tabia ya kupiga kelele, kuruka. Lazima itapiga kelele, italuka, pa! E, inapiga basi. Inapopiga ile ndugu yangu hakika inatengeneza kitu fulani kwa wale ambao unakuta kwamba mwingine anaitumia chumvi ya mawe katika hali ambayo ni ya mvuto. Kuna mivuto hiyo ya e, heri mizuri tu unaitumia, unaona, e. eh? lakini sasa kwa kuwa hatukusudii hilo utaitumia ile Eh, katika hali ambayo utailoweka pia katika maji ya kawaida, kileweka katika maji ya kawaida au hayo hayo maji ya, ya bahari ukichukua, okay, ukiiloweka ukaitumia kwa kuoga, ukachukua na kitu kinaitwa nyota nyeupe, au dawa hii na nyota inauzwa katika maduka ya suna, na tusema suna, maduka ya suna au ya asilia, utachukua eh, habbatul bayd au baydha, habbatul baydha utachukua, ile unga wa habati habati, eh, eh, nyota au habati naita nini, habati nyota, hivyo hivyo, nyota nyeupe, wengine wanaita habati nuksi. eh, au habat nuksi ukachanganya pamoja, kisha baada ya hapo unakuwa ni mwenye kuoga biidhnillahi alkarim kwa muda wa siku ishirini na moja. Tena uogaji unaoga wakati wa nyota wakati wa nyota. Nyota tunatambua, nyota, nyota ni nini? Nyota ni mwanga ukiwa kuna usiku naona nyota zile zinasaidia kunyoshea na kuangaza, kunakuwa na mwanga na kunakuwa na nuru, yani kunakuwa na nuru ya nyota. Nyota kama nyota ukiwa na mwezi unaoga wakati pia, ukiwa kuna mwezi au bara mwezi, naona eh? lakini wakati wa usiku tumezungumza, wakati wa usiku, sababu usiku ndio usiku wa nyota, utaoga dawa hii wakati wa nyota. Lakini kuna sura inaitwa surati Najim. hii ni sura ya nyota hii ni sura ya nyota yenyewe, automatically utaisoma surati Najm katika yale maji uliochanganyia habati nuksi, unaona eh? Uh, hiyo nyota nyeupe. Lakini na hii chumvi ya mawe utaisoma surati Najm mle ndani kwenye yale maji mara, mara tatu au mara tano au mara saba, kisha utakuwa ni mwenye kuoga hayo maji bi idhnillahi lkarim kwa muda wa siku ishirini na moja kisha utaona pesa zitakapokuwa zina Yani zile ni milolongo sio. So, kwamba itakuja itakuja tu, utashangaa umeishika kwenye mkono. Hapana, maana kuna mwingine sema, sasa hiyo pesa unaipataje? Uweze ukapata pesa bila kuifanyia mchakato wa kuitafuta au kuifanyia mazingira ili iweze kuyepo. Kwa hiyo sasa, zile nyanja zako zile za kujiingizia au za kupata fedha, utashangaa zinafunguka biidhinillahil Karim. Lakini sio hivyo tu, hata uwepo wako pia kadhalika utakuwa ni adimu, utakuwa ni mvuto anaweza katokea mtu vyovyote vile, ala kule hali Mwenyezi Mungu kuruzuku kwa njia usiyotarajia, unachangaa unajikuta mambo yanaenda safi, safi kabisa. Naomba usiache kunie unifuatilia katika chaneli yetu hii pendwa kabisa, inaweza kukupa elimu na kukuondolea makando makando. Hii tumie wewe mwenyewe uone majambo yatakavyofunguka biidhinillahi lkarim. Kwa haya, wassalamu alaikum wal afwa minkum.